Jinsi gani Mungu anakuinua. Nataka nikufundishe jinsi gani Mungu anakuinua sasa kutoka jahani, kutoka kwenye simo la kusemwa, ni wewe tu mikosi, ikitokea ajali zikitokea. Kuna mtu mmoja alinipigia simu ananiambia mchungaji, kila nikisafiri na gari, hiyo gari nusu la igongwe au igongane au ingie mtaloni, gari lake tu analopanda ndio linapata hayo au pikipiki anaopanda. Sasa hivi nimeamua nisiyo napanda na gari, natembea kwa miguu. Nikamwambia shetani ni muongo, the devil is a liar. Amekudanganya eh, kwamba wewe ni wa mikosi, lakini wewe sio hapo. Kuna watu wengi wameshadanganywa na shetani na wakaweka kwenye eneo hilo moja, wanateseka, wamewekwa na ibilisi, wameambiwa wewe fungu lako ni umaskini fungu lako wewe ni umaskini. Na kuna watu hapo waga wanaamini kabisa, mimi darasani sikuwaga na akili za kusoma. Aya za kusoma ukuwa nazo, za ujuzi una, za nini una, kila kitu una, Mungu hajakuumba una kila kitu, shetani kakuibia. kuna mtu amekaa hapo anaamini kabisa, jamani, mimi hmm, kwa jinsi nilivyohangaika utasa ni sehemu yangu. Hapana, the devil is a liar kudanganya hayo sio maisha yako. Maisha yako yako ndani ya neno la Mungu. Kile alichosema Mungu ndicho maisha yako. Haleluya! Mungu amesema hakutakuwa na tasa. Mungu amesema yeye ni Mungu anayekupa utajiri, anakupa nguvu. Amesema atakumilikisha hazina za gizani, mali zilizofichwa kwa siri. Hawezi kukaa hapo kila siku ni mtu wa kulia. Magonjwa ni wewe? Amesema kwa kupigwa kwake umepona. Sio fungu lako kuishi hapo. The devil is a liar. Shetani kakudanganya. Mungu ana mpango wa kukutoa kwenye hilo jalala la mateso. Mungu ana mpango wa kukutoa kwenye hilo jalala ulioingia. sina mpango wake wa Mungu, jinsi gani anakutoa. Namba moja, andika jinsi gani Mungu anakutoa kwenye hili jalala. Namba moja, twende pamoja. Mungu ili akuinue anaangalia pia juhudi Mungu akuinue, yaani ili Mungu akuinue kutoka hatua kwenda hatua. Namba moja anaangalia juhudi, kitabu cha Mika 6 mstari wa 8, Mika 6 mstari wa 8: ee mwanadamu, yeye ya amekuonyesha yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako. Haleluya, unaona hapo. Ee mwanadamu, Mungu amekuonyesha mema, ila Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki kupenda rehema. Mungu ana kitu ambacho Mungu hata kuinua, kama hautajua nini ufanye ili ya kuinua hata kuinua kama ujui nini ufanye ili ya kuinua, lazima ujue Mungu anataka nini. Na ndio maana unaweza ukawa hapa kanisani unaomba Mungu akupe kitu fulani, akupi, kwa sababu ujui anataka nini ili akupe. Kuna kitu Mungu anahitaji akione kwa kwanza, ili akupe, na moja ni juhudi ya kujua anataka nini. Juhudi. Baba niinue mwaka huu judi yakazi una baba niinue mwaka huu, ujui nini ufanye. Na maana nteka nikulete vizuri kwenye somo hili, achana nayemaupili ya kusema kwamba njoo nikisha kuombe ale mafuta unakua. Ah ah, Mungu anataka nini kwako? Kuna vitu anataka utende. bibii ni hivi, mkono wenye bidii utajirisha hivi unajua hilo <laughs> Sasa wewe mkono wako ni mlegevu avo, unasema mungu niinue. Unaona hili avu, maombi ni mengi kuliko juhudi. Lazima uwekeze kwenye juhudi. Nini unafanya mama, wekeza kwenye juhudi, kwa kile unachokifanya, na utaona matunda.